Sana mwana familia, ndugu yetu, kipenzi chetu eh, sweetheart wetu <laughs> mwana familia mzuri kabisa wa 69 media, lakini wa meza ya wambea, the gossip table. Sisi tuko hapa kuhakikisha kwamba tunakupa ile kitu roho yako inapenda. Stories zinakuwa ni nyingi mm. lakini pia umbea unaingia ndani yake. Palipo na pilau lazima kuna kachumbari, palipo no, na kachumbari lazima pia kuna chachandu mbili mbilini ah. <laughs> mama la mama, it's a girl, sabi baby, niko hapa lakini nakuwa peke yangu ah jamani, Siko, mm. siko peke yangu hai. Shida ni kwamba mimi nimezoea kuwa single eh, single, umekuwa single, umekuwa single kama unstoppable pendeza kumbe naye yuko single aliko hey. Mzuri vile hey, nimemwoja anambia yuko single jamani, paka nikaa namtamani, kambia kwani mama uko single huyo single eh. ah. Umeutolea wapi kile kinguo? wakijadili kile kivazi. Jamani. Mimi nilikuwa na nilikuwa napiga naye interview, nilikuwa namwangalia, nikataka kumuuliza, lakini ile maswali nikashindwa kumuuliza baadhi ya maswali kwa sababu nilikuwa na concentrate na vitu vingine, lakini sio kwamba tu. Nilikuwa na weka pause, nikwambie kitu, sio kwamba tu nilishindwa kumwangalia, ila ulikuwa na yale macho matamanio. Ah, sema yeye umenizidi kwa maana ah, sio kwa vile vivazi, hususan kile kivazi cheusi. Interview ulikuwa uifanye wewe usiku ulikuwa ushala jamani, Yalemabai ameingia na nguo nyeusi nyeupe kwanza eee, ah, a, watu kawa namtizama pale, akaona siju aliambiwa yule aana kabadilishe, au labda alipanga nguo ambazo zinafanana Huenda alipanga ali kwamba kuna wakati wakati hiyo iko kwa wasanii kwa watu maarufu oho, kuingia na nguo hii baadaye anachange. Kwa hiyo unashangaa tu ile tu ni ya kuingilia ukumbini, akishaingia tu anabadilisha, ndiyo inakuja nguo mm -hmm. ya shughuli mpaka mbaka, kuna shughuli ndefu tena napo unavua, kama ile umeiona ile nguo kwanza uivue ile ukibanua, e, haja ile maanake e, <laughs> kajiandaa katoka nyumbani kwake baadaye mm ilikuwa ni hivi au ndio you plan, lakini mimi nilikuwa nahisi alikuwa ana haja kubadilisha badilisha nguo kama vile. Mm. Lakini ndo ndo ndo wenyewe anasema nini ni ni, ni, ni umaarufu. Ah. Na ile muonekano anakabadilisha nguo mbili kwa wakati mmoja. Hata yeah, hivyo amependeza jamani, tusimsimange sana unstoppable pendeza unapendeza. Ah, mpendeza ni mzuri mashaallah, amependeza ah, hata kama watu walikuwa na mcrush nini wanamsema kwa viguo vyake. Kukrush kama kadi kama kumkausha yani kama aa, basi mi nikajua crush ni ile mtu ambaye una yani una, una, aa, mfuatilia, una- kama ilivyo kwa ndugu zetu wale wawili sasa. Hiyo hiyo hapa unaweza ukaiweka hapo, lakini pia unajua Kiingereza umeni crush bwana. Kiswanglish jamani, tujifundishe Kiingereza. Alright, imekuwa ni blessing yeah. Na imekuwa poa kinoma noma au sibana mm. Na story ni kubwa sana ambayo inamuhusu yeah. Irine Uwoya ndiyo? Eh. Ni jamani. Ni superstar wa Bongo Movie. Yaani mm. <laughs> E kwenye hiki kipindi sisi tunasikia mengi hiki mm. kipindi chao. Haba mm. Drama Queens mm. ah tunasikia mengi vitu vingi eh yeah. Tunapata watu wana siri sembaje mimi nimependa kwa sababu wao ni watu maarufu na kwa mtu maarufu sio kitu cha ajabu kuweka mambo yako wazi sawa mm. kwa sababu kile mm. kipindi ni kipindi cha ukweli mm. na uwazi yani, ongea kitu ambacho, maisha ambayo na hapo wanazungumzia, yeah, maisha ambayo wamewahi kuyapitia, maisha ambayo yani wanazungumzia past present and future, yeah kwa vizuri. Uh, yes. Kwa hivyo ni kitu ambacho ni kizuri, sababu sisi ni mashabiki zao, ama wewe pia ni shabiki wa mtu fulani mm. pale wenda ni shabiki wa Irine Uwoya, mm. wa Jacky Wolper, wa Kajala, wa Ntizeki, japo mimi nitamani pia wale wawili wangekuwepo. Yeah. Yani, mimi ni mtu ambaye Napenda sababu ni mtu ambaye nafuatilia nafuatilia sana Wema Sepetu. Mm. Natamani kama naye angekuwepo kwenye hii sehemu yeah. Tupate kujua kila mtu na mashabiki zake. So sure. Wewe tumepata mashabiki kitu kikubwa. Kitu kikubwa. Yeah. Kuna Elizabeth Michael. Yeah. Watu wanamfuatilia ni yani, alipitia mambo makubwa kwenye umri mdogo. Sio vizuri. Kwa hivyo ilikuwa ni sahihi naye pia kuweza kusikia. Kwa ku celebrate yeah, kama zile pale. Sababu, angalia pale, kati ya wote wale, yule ndio mwenye umri mdogo. Nani? Ai nani nani Lulu? Ay, Lulu Elizabeth yeah, Michael. Yeah, yeah, yeah. Kwa hivyo unamwangalia mtu ambaye na umri mdogo lakini ana mafanikio makubwa, safari yake, kapitia mengi kwenda gerezani, vitu vingine kama hivyo ni kitu ambale kizuri. Yeah. Mi naona wame, wameamua kuchaguana wao kwa sababu kwanza, mm. Kama ukimzungumzia Kajala mm. Ukimzungumzia anti Zekel, ukimzungumzia ah, nani Uwoya mwenyewe na Jacky Wolper mama pii na Jacky Wolper, umeona so kuhisi mm -hmm. Wale ni wanaendana sana hata kwenye muvi zao mm -hmm. Tabia zao na nini na nini, wanaendana au ni watu ambao wanafahamiana mm -hmm. Hata kiswahili na wameigiza igiza pamoja, ndo hicho nachokimaanisha, hiyo katika swala hawa wawili kutokuwepo sikio swali zungumza mm -hmm. Kuna mmoja nasikia wewe mali left kwenye group, si walikuwa na group lao mm. Wao sio walizungumza, kina Kajala walikuwa na group lao, ili yani ile big six yenyewe ile walikuwa, yes, wanapanga yes. Safari za kwenda ile kilikiwa inaenda Zanzibar na waka waka hau fani mm. kumbuko, kwenye kile kwenye ile safari wanaonekana watu wanne tu, sasa wao yeah. Wakawa wanashangaa tulikuwa na shangaa mbona tuwaone wale wawili eh yes. Sisi kama sisi kama wana habari, mimi naona pale kuna tabia ambazo zinawiana. Ukiona umeona kama Kajala, mm. Kajala, Kajala yuko karibu sana na, na Woya, na Kajala pia yuko karibu sana na anti Zeka umeona mm. na wao wenyewe unamwona kama Woya yuko karibu sana na na Jacky Wolper mm. Ni, ni marafiki wanaita pacha pacha Jacky Wolper na walini wao, kwa maana kuna jambo tunalokuja nalo hapo sasa baadaye wao wana wao ndo wana, wana. Wana, wana, wana, wana linawahusu twini, jamani twini <laughs> sasa <laughs> hivi, kwa nini wameamua kumchagua Kenyatta Mm -hmm. Jambo linakuja sasa, karibu sana mtazamaji kwenye hili ambalo tunaenda kukujuza hapa bwana. Kwenye hiki kipindi walizungumza kabla sija kujibu mm -hmm. Enda kabla kwa mtazamaji aza kashangaa wanazungumzia kitu gani? Yeah. Kwenye hiki kipindi wanatabia kuuliza na maswali ama kuulizwa maswali, kuna mtu anauliza maswali ama wao wenyewe kuulizana maswali? Sasa kila mtu tunafahamu maana ya crush. Crush ni mtu ambaye unavutiwa naye, unaweza kuwa hata kama ni mwanaume, kwa kuna mwanamke ambaye labda anakuvutia, unatamani kuwa naye, lakini hauko kwenye mahusiano naye mm. Yani, unavutiwa tu na ile muonekano zewe, anaishi lifestyle like, yake, anavyovaa anavyoonekana. Kama mimi hapa, crush wangu ni ching ring, tunaona na mimi pia ni crush wake, hata kama siposema <laughs> <laughs> sasa katika kuulizwa hivyo, Irene Uwoya aliulizwa, wewe crush wako, naye unamcrush nani? Kwanza akachia swali lilikuwa zito kujibu kwa watu wote Masababu, kwa sababu mtu ambaye anaenda kumtaja ilikuwa ni mtu mzito, kwa sababu waonye wanasema sisi tupo kwenye mahusiano ya serious. Kwa nini iliswali mka mkalipeleka tu mbele tukaulizana maswali mengine bado a wakaambiwaje, hapana, hata kama mama ex mnaweza mkawataja. Unaelewa, hata kama mama ex fulani nini mnaweza mkawataja. Ex anaweza kuwa crush wako. Hey. Ah. Kwa sababu kwa ume define hapo mm. crush inavyokuwa kwa yeah. jinsi gani? Inawezekana hata mtu usidate naye. Mm. Si ndio, lakini ukapenda the way anavyonukia, anavyovaa, anapovaa, anavyojipangilia kodi zake na nini. Basi ex wangu pote pale ulipo ni crush wangu. Eh, ex kama naliona la vimba kichwa. Wewe mbwa. Ma ex wanatuona. Ex mbwa. Wewe unaweza kuwa na crush mbwa. Hapana, bana. Si unajua sometimes mm, ni misemo ya wasanii yeah. Wanaumia ex evet, wako kumuita mbwa jamani, sio kweli ha <laughs> <It's> ah, wasanii ja <laughs> kuna kauli nyingine inabidi watu weke kushoto, ila kuna wakati pia mnakosea. Kwa hiyo unaweza unaweza kuanza kumlinganisha mtoto wa mtu na andazi kwa shilingi 200. mi... andazi limejaa Amira, ex na andazi, nachagua andazi like, <whip> seriously <mfala>, mama. Mfano kama mimi hapa <mimia> tukizungumzia yule ex mm, wangu, mimi binafsi unamsikia kama mboso anakuambia darasa la saba, namtafuta tu Haijalishi ni miaka mingapi na saa <laughs> eh, saba mpaka enda jela nini? yeah, yeah, mi niwahi yeah, kuambiwa afu sasa aliniambia baada ya mimi kuanza mahusiano mapya, nikawa nisitaki mazoea na Alexi wangu si na nini mm. Lakini zamini mtu ambaye nimazana naye akanambia, utaki kumchukia eh. Kwa sababu yule ni mtu ambaye unashare naye vitu vingi, sawa. Hakuna haja kumchukia. Akikupigia simu pokea, akihitaji msaada msa. Sababu sisi kibinadamu kuna leo na kesho, kwa sababu ndio mtu ambaye anakujua vizuri. Kuna msaada mwingine lazima umuhitaji, sasa kwa nini tena umchukie? Ninasema, ha, unajua iko vipi? Kuna wakati umepigwa na tukio zito. <laughs> watu vibaya. Kuna watu tunapigwa na tukio moja la hatari, kila ukikaa, yani unatamani unataka ukijitie kitanzi unakuwa <laughs> Hey, sasa nafika wakati mtu, roho ile roho inauma, unaona dah, huyu kwa nini mi nampa hiki nampa hiki nampa hiki, nampa mm, lakini day of then, nakuja kunifanyia haya mm. Sasa hii ndio imekuwa kwa kwa ndugu zetu wameuiana au wameuiana, wameendana si mapacha, sasimia kubwa mapacha wanafanana na watu wame-, baada ya mm. Woya nadhani hiyo story, Woya ndo alimtaja crush wake. Yes, Woya alimtaja crush akasema Uhuru mm. Eh, Uhuru yupi? Uhuru huyu huyu, rais mstaafu wa Kenya eh, Kenyatta kuna wengine Oya akamwambia, mimi sijua, mimi napenda wanaume weusi kama mimi unajua, sio hapo. Mimi mwenyewe mimi hapa ni Uhuru mweusi mweusi. Ah, yule sasa sio mweusi kama wewe, yule ana kijirangi fulani hivi. Kwamba gani bana, wewe Ruto unataka unataka kunitoa jamani, na mimi rais wa sasa hivi ni Oya. Eh, sema wewe, wewe umekizi. Unajua kawaida, unaambia ukitaka, yaani ukitaka mwanaume mweusi awe mzuri awe mrefu. Ah mimi tena, ai ai. Kwa hiyo bwana aliposema hivyo, Jacky Wolper na koit kwa misi kwamba Jacky Wolper na Irine Uwoya wao wa wameuiana kumwelewa mm, mm. Uhuru, lakini mimi naona Uhuru mm. Kenyatta, si ni rais wa alikuwa alikuwa rais ya yeah. Ni rais mstaafu wa, wa Kenya mm. mm. Um, kwa kumtaja kwa kwa Uwoya mm. kwa sababu ni crush wenyewe mm. wameiweka, sio sio kweli, umeona mm. walitaja tu the way anavyoonekana uh, rais mstaafu Kenyatta mm. si ndio eh? Mm lakini mimi kawa najiuliza, kwani hajaona watu wote wakuwataja mpaka mtaje? Au kuwa kuna kitu gani hapo nini mpaka amtaje rais. Hakuna vitu ameviona hujua, saa zingine hata mimi kimwangalia ndugu rais mstaafu, he's such a gentleman hujua mm. sifa kubwa gentleman, akivaa suti mkae mm. sio yeye ndo aikae suti <laughs> Sijui so nani anaelewa. Ukimwangalia Rais Mstaafu kweli kimuonekano mzuri yale macho mashaa umri kwenye umri. Umri wake sio mkubwa sana. Anaweza kuwa anapishana kidogo tu nao sio mkubwa sana yule. Nani yani anapishana na eh, Rais Mstaafu? Sasa yule anapishana na na na Oya pamoja na, na Jack. Eh, ja. Hey, Asijua pia Oya na Jacky umri wao unauiana. Una hivi yeah, kwa ukisia yule Oya 80 na Yeah, wale kama sio kwenye sema kati ya 87 sema... 88 wale wote wawili wale. 87 hmm. 88 wale kwa mm. hiyo ni ni sahihi kuwataja wale katika kwamba mi ni, ni crush wangu na yeah ni, ni sahihi tusind sindiyo memwelewa hata mm. kama ingetokea na anamtaja rais wa Marekani it's okay. Hata kama ingetokea anamtaja rais mstaafu wa Tanzania it's okay, si ndiyo? Okay. Crush wake hivi, kuna watu ana ukiambua, kuna watu wanafata mkumbo huo, na una unaweka katika fungu gani? Ehhe, wafata mkumbo wapo. Ehe, kama kama nawa nikafata mkumbo Jacky Wolper kwa sababu kwa sababu umeona kabisa jinsi gani Woya akakaa ka, akafikiria ndio swali la baadaye akajibu. Baadaye Woya naye akafuata mkumbo. Eh, Wopa akafuata mkumbo. Sipacha anajua eh mimi eh. Ah, na yeye tunajua anajua ile swala. Na alivyoipokea ngoja, umeona alivyoipokea Woya? Ehe, hiyo kitu niliiona. Yaani yani kaipokea just. Yaani hivi kwa me go tu nikujibie tu na wewe usiandike kwamba eh kwa <laughs> mae, basi. <laughs> Koda, kwa hiyo ndio kunaambia Jacob ampata mkumbo. Au kuna kuna kitu ambacho mimi nimekiona labda, mm -hmm. Hilo swali na yeye Wolper akalikimbia, umeona. mm -hmm. akaona. mm -hmm. Sasa kwenye swali hili tabii tu mpira nimrushie huyu kwa sababu kamtaja na mimi niende humo, sio? Umeelewa hapo nachokimaanisha, yaani kwamba kufuata mkumbo sawa, lakini inawezekana pia kaliskep lile swali mm -hmm. la baadaye, kwamba hata kama likiwa kuna swali mengine, naendelea hapo na kwa tu moja kwa moja kujibu, mtu mmoja atajibu, Uwoya atajibu na nani kwa maana hata majibu yao take, mtu yote atakayeanza kujibu mm. Itakuwa majibu yao ni yale yale tu, mimi nahisi iko hivyo, lakini mimi niona alikuwa haina haja ya kumtaja um, rais mstaafu hata nina? kama ni, ni ni mtu ambaye na, na, na, na, na, mwonekano, na, si ndio, mm. ana mwonekano naye si ndio? anapenda the way anavyo nini kwa sababu wale wamezungumzia ni swala, swala sana sana kwenye wale mapenzi ndio na ile ni kama bwana crush, sio lazima mtu ambaye unaditi naye sawa, lakini... wao wenda, wamezungumzia kwenye lengo tofauti, ndugu yangu dogo eh, kwani ukiambiwa mtu matamanio ni nini? Kumtamani mtu unaweza mm, kawa hujamtamani lakini ukatamani hata maisha yake, kama kivipi? Pesa mm. <laughs> esa <Zemea laughs> <boisha. laughs> <laughs> kwa mahusiano yeah. Natamani hata pesa zake tu yeah. Mwenyewe cool. Kuna mtu anatamani pesa zake Mim. Yani e, e, e, e, ni yeah, pesa, pesa ina ina, no, ina nguvu kubwa Ai kwa bwana, mm. hivyo bwana ishu yeah. ndo ilikuwa iko hivyo, ila watu ikawaacha alama ya kuuliza yeah. Je, hawa watu mm. walifikiria kitu wali gani ama ni kawaida yao kushea mabwana mi na. naweza na, na, na. nikaweka kwa upande mwingine mm. mi nahisi kwa nini kataja Kenyatta mm. sababu inawezekana hao wanapenda mapedeshia watu wakubwa wakubwa Eh, Sinoma atakupata milioni mia sita hawashangai hawashtuki, mm. Sio kama mimi hapa mtoto wakawe. Hii, Mimi tu laki tu kipua hivi nauliza mara mbili mbili, Hii ya kwangu. Kuna msikia Uwoya, Kuna wakati aliulizwa swali. Haya, akisema mimi akiamka tu enza katana mtu yote, Enza katana mtu yote. Lakini pia speaking of Uwoya, Kuna kitu ambacho alikizungumzia. Kumbe bwana ashie kupitia maswaibu, alikaa jela miezi miaka miwili. Alika, na kitu uliyomkuta ndio kitu ambayo ilimkuta Kajala pia. Kajala pia iliwahi kutokea eh, mume, mume wake yule wa zamani. mm. walipitia wali e, kaeka fulani sakata fulani so hivi mpaka yes, wakapelekwa. Ndio kipindi ambacho wema alimtolea wema, faini milioni kumi na tatu yeah, alihusika pale naye akatoa msaada wake. Uwoya naye ameweka wazi kwamba kule nchini Zambia wakati anasoma mm. alikuwa binti mdogo. Hiyo ni, ni, ni exclusive mm. kwa sababu swala la kukaa jela Mm. Miaka miwili sio jambo la masiara. Jambo la, alafu alikuwa katika umri mdogo mm, yes. Alikuwa anasoma, alafu wazazi wake pia losuala alikuwa nataka kama hawalijui mm. Inasemekana kuwa kwamba kulikuwa kuna kuna mwanaume walikutana, alikuwa mm. enda kuchange passport yake kwa sababu alikuwa na passport ile ya ya temporary ya mm. karatasi Unaona, mm. Baadaye sio lenda migration kama hivyo, walenda migration baadaye, wakati anatoka atakutana na huyo mtu okay. Kwa mujibu wa oh, Uwoya oh, story anavyoelezea mwenyewe, baada ya kukutana naye akampa mkono mm. Baada ya kumpa mkono wao akajikuta anaongoza safari na huyo mwanaume okay. Baada hapo tena alikuwa hapa hapa Tanzania I think hapa hapa Bongo. Ndio. Baadaye hapo waka wakaanza safari ya kusafiri. Mm. Kuna nchi wakaenda wapi wapi wapi? Nchi ya mbali. Mbali. Baadaye akakutoa akakutwa na kesi ambayo umempeleka akakaa jela miaka hiyo yote. Miwili. Ni kukutwa na pasipoti mingi. 25, 25. Aya pasipoti zote. Mm. Na huyo huyo mtu ambaye ambaye alikuwa katika mahusiano au walikuwa na kiko naye, alikuwa mtu anafanya biashara ya watu kuuza watu au wa biashara ya watu kivipi? Kuuza watu inamaanisha, yani sijui kindani, lakini ni biashara haramu haramu. Mm, ya, inawezekana. Yani kuuza watu, mfumo kama wa Rakeli vile, ngono mara nini nini, ndio ama kuwatumia kwenye biashara zake. Yes ni ha, ni, ni, ni wasichana lakini Mm. Nafanya hizo biashara. Ah, huyo mwanaume wake a anasoma. Jamani, nilikuwaje? na alikuwa mdogo, alikuwa mdogo sana. Mm. na na kila kitoto nadhani, unajua wao mm. yenyewe kaitoa kaizungumza story ndio story, mm. inatakiwa tu aizungumze. Ndio haya anayokuambia, mengi hatuyafahamu kuhusu watu wetu ama wasanii wetu mastaa wetu watu wetu maarufu. Kipindi hiki kinafanya tunajua mengi mm, alafu. Chingine wakati anaelezea hiyo story alikuwa katika emotion tofauti sana. Sawa. Sisi mm. tumemaliza hivyo, leo tumezungumzia hayo. Uh, kubwa zaidi ni kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele na kufuatilia katika peji zetu zote Instagram, yes. Facebook, lakini pia TikTok tunapatikana kwa uzuri kabisa ah. Sami baby alongside with Ching what is being baba lao Ai